Hadithi: nyota ya Delhi. Katika jiji la Delhi lenye kelele na mwanga wa neon, Ananya Sharma, msichana jasiri na mrembo, alifanya kazi kama mwalimu wa shule ya sanaa. Siku moja, akiwa akielekea shuleni, aligongana na kijana tajiri na mtanashati, Vivaan Kapoor, aliyekuwa akirudi kutoka kusoma Marekani. Vitabu vya Ananya vilidondoka chini. Vivaan akasema kwa dharau. Unapaswa kuwa makini, Miss City Girl. Ananya alimjibu kwa ujasiri. Hata mali yako haikuwezi kununulia heshima. Hii ilikuwa mwanzo wa moto wa mapenzi usio na mpangilio. Vivaan na Ananya walirudishwa kwenye mradi wa pamoja wa shule ya sanaa, Tamasha la Ndoto. Ananya alikuwa na ujuzi wa sanaa. Vivaan alikuwa na mtaji na ushawishi. Walianza kupishana, lakini polepole pole, chini ya vichekesho na mabishano, waligundua wanahitaji kila mmoja. Hapo ndipo upendo wa kweli ulipoanza kuchipuka. Usiku mmoja walikuwa wakipima tamasha la sanaa karibu na ziwa Chandni Chok. Ananya alishuka majani na Vivan akamshika kwa nguvu. Macho yao yakakutana, kimya kikawa moto wa hisia. Vivan alijikuta akisema kwa mara ya kwanza najisikia kuwa na mtu ambaye ananiona kwa moyo, si mali. Walianza kukutana mara kwa mara, kucheka na kugundua upande mwingine wa kila mmoja. Lakini mapenzi yao hayakuwa rahisi. Baba wa Vivaan Mr Kapur aligundua uhusiano wao na akaamua kumwangamiza Ananya. Alisema, familia yetu haiwezi kuunganishwa na familia duni, unapaswa kumwoa Priya, binti wa waziri habari zilienea na jamii ikaanza kumchukulia Ananya vibaya. Ananya akiwa na maumivu, aliamua kuachana na Vivaan. Vivaan hakukubali, aliamua kuacha mali ya baba yake na kujitolea kwenye tamasha la sanaa. Alienda nyumbani kwa Ananya na machozi, bila wewe mimi si Vivaan. wewe ndiye unayenifanya nijisikie hai. sitakubali dunia ikutoke mbele yangu. Baada ya miezi kadhaa, tamasha lilimalizika kwa mafanikio makubwa sana. Ananya na Vivaan walipanda jukwaani pamoja, wameshikana mikono. Baba yake Vivaan, baada ya kuona azimio la mwanaye na upendo wa dhati, alikubali hatimaye: kuwa mwanangu amefanya kile ambacho hata mimi sikuthubutu, kumwona mtu si kwa mali, bali kwa moyo. Miaka miwili baadaye Ananya na Vivaan walifunga ndoa wa ndogo lakini yenye furaha. Tamasha lao likawa ishara ya upendo wao, likiunganisha familia, ndoto na mioyo miwili. Ujumbe wa hadithi. Upendo wa kweli ni kama nyota. Ukikuwa na mwanga wa dhati, hauzimiki hata giza linapovuka. Kwa afya bora ya familia yako chagua unga wa ubora wa hali ya juu kutoka mkolwe Products. Umetengenezwa kwa mchanganyiko bora wa mahindi lishe, mbegu za maboga, soya, ulezi, mchele. Faida za unga wetu: hujenga nguvu na kuimarisha kinga ya mwili, husaidia ukuwaji bora wa watoto, una ladha nzuri na ni rahisi kupika. Afya kwa kila kizazi. Bei shilingi tu. Wasiliana nasi sasa 0716 b au sfuri. Mkolwe Products. Help us to help you.